U ah nin, sasa, wakati wakiwa wanaendelea kuongea, wakaanza kujadili ikiwa kutakuwa na vikwazo, watawezaje kukabiliana navyo. Navyol anatajwa mtu anaitwa Lu Xiaojia, huyu ni mbabe ambaye anaheshimika sana na anaogopwa pia. Angalia kwanza staili yake anayokuja Yani ile ni kama nguzo ya umeme ile jamaa ameishika na mkono mmoja, mkono mwingine anaendesha farasi, mkono mwingine kuna mtu amesimama juu ya hiyo nguzo. Huyo anaitwa Lu Shaojia, anaogopwa kweli kweli. Basi akaja kwa mkwala fulani, angalia moja kwa moja mpaka juu ya paa eh? Kwanza kwa mbwembwe kama vile, lazima tu kwanza utamuogopa ivcuce kwa hiyo huyo ndo alilipwa kwa ajili ya kumua eh, Master Fu. Wala hamna haja ya kuwa na shida jamani. Huyo ameshaisha. Watu wakashangaa ameshaisha. Kwani Fu Hongxue ni nani? Ndio mnamuogopa kiasi hicho? Yeye ni target kama zingine tu. Kwanza mimi mwenyewe yani, naona tu kwamba hata asingenishinda chake pia. Kwa hiyo inasemekana kwamba utakuwa umeshafanikisha kumuua, sio? Kuna mtu mmoja akawa amemtandika na kajiwe Akadondoka chini sasa kilichokuwa katika lile kitambaa ni tikiti. Watu wote wakawa wameona kwamba bwana, kule kwenye kitambaa kulikuwa na tikiti. Kumbe dada ni wewe tena. Kuna mwingine tena anataka kumgusa, akatandikwa kidogo. Unaweza kuona hapo tayari kuna mtu mwingine alipita akiwa amevaa nguo nyeupe ni nani anayepita? Kwa stahili kidogo, basi wakaanza kuambiana, ni wacha uzi ba shou ba, mimi nafikiri si vyema tukianzisha vita. So you the chair do the show chair, maana yake ninachojua ni kwamba tukianzisha vita huyu jamaa atatumaliza wote. Ime shi shang zui kuai de jian yijing lai la, kwa sababu eh, mhusika Luo shojia ambaye ndo tunamwongelea ameshawasili. Jamaa sasa alikuwa anaongelewa, ndo huyu hapa. <laughs> Yule aliyetangulia alikuwa jamaa, upanga wake anaweza yani, ana uwezo wa kutumia upanga wake vizuri na katika spidi ya hali ya juu sana. Kwa hivyo basi, ukipambana naye utajua hata umepita upanga saa ngapi shingoni. Wanataka apambane na Master Fu.

Kwangu mimi upanga ndio vitu vyangu soaunya nicanamn. Labda basi nikuulize, ni kitu gani kilichojifanya wewe ukajifanya kuwa ni mimi? Akauliza au kwamba unanipenda? Nani anayekupenda? Kwa hiyo wewe unalipwa ili ukamuue mtu, sio? Akasema akasamana, hata hivyo wanataka niwaue watu wawili.

Kwamba tuelewane, utanisikiliza nitakachosema. Nafikiri wakati nitakapokuwa nikipambana, nitafurahi kuisikia sauti yako ikiwa inaniimbia taratibu. Bila shaka utakuwa na sauti nyororo sana. Hebu ngoja nikuahidi jambo moja eh, lakini sio kuimba. Mambo ya kuimba, hapana. Hapa naona hata kama ni mbaya, mi nataka kuisikia we naye, mbele za watu nataka nikuimbie kitu gani? pale. Wakapanda wote wawili juu. Ana utaalamu wa hali ya juu sana. Hii yote alikuwa ni kuosha tu. Ah, akasema sawa. Hapa nafikiri itakuwa vizuri. Unaonaje ukiniambia ukiwa? Ah, basi sawa. Ngoja nitajaribu. La la la la. Basi akaanza kuimba, sauti yenyewe sasa inakata. E, kila anapojaribu havieleweki. Sasa watu wote wako pale wanasikia. Na yeye mwenyewe anasikilizia mchizi sasa. Haya, baada ya kumaliza, eh, ndugu yetu naye akabidi aeke maoni yake. Eh, sijui ni chura gani lilikuwa analia huko juu. Eh, kuna mtu anakabwa huko juu kwani? Haya, ngoja sasa nikafanye kazi yangu. Akamchukua basi Miss Dealing, akamshusha mpaka chini, sasa kazi iliyobakia ni moja tu. Niachie usinishike. Uko sawa kweli? Kaka mtu sasa nauliza. Lu Xiajia, najua mm, mimi nawe tumeshakubaliana ya, sindio? Usije ukasahau ulichoniahidi. Aya, basi ni sawa. Ay, leo sintamuua, lakini nataka kumuua tu huyo Fu Hongxue. Afu makomando kibao anamcheki.

Eti, Chui Nong, hebu njoo hapa. No, yeah. Sasa namuita pale kwenye jacuzzi. Mchana ule. Kwanza bibi yake alikasirika. Anaogopa akisema asiende, bosi wake yuko pale atakasirika. Akamwambia basi Jin Mao, acha mimi niende. Taratibu akaanza kusogea. Mchizi yuko pale anasikilizia tu. Anasubiri kuona nini kitatokea. Basi akasogea pale akamwambia, wewe ndo Chui Nong, aje? Ndo mimi Kamkagua shusha chini. Kumbe kweli, ndo maana basi Fu Hongxue anakupenda sana wewe bosi. Bosisha anaangalia, akampa brashi, njo nisugue mgongo. Wote pale wanatazama tu, laya eh, we sugua mgongo, haya. Kazi kwake sasa, kazi aliyopewa binti. Kwanza naifanya kama hataki sasa badala ya mgongo anasugua mkono. Taratibu brush ikaanza kupita mguuni. Mwamba akaangalia. Eh, kile kinachotokea. Akasema ngoja nikwambie kitu kimoja for one shot. Yaani unajua bwana, huyu mpenzi wako bwana, hajui atakusubiri. Yaani baada ya leo angekusubiri, eti anaanza kunihudumia. Sasa anamtamkia tu maneno ya kumkasirisha. Inaonesha jamani, mtaalamu sana. Yani, afu ndo uso wa binti umetumbukizwa huko. Eti Fu Hongxue. Yani uko tayari kuniona nikimdhalilisha huyu mwana mama hapa, alafu wewe uko tu pale. Sasa anamwambia vitu ambavyo anajua vitamkasirisha. Kina Jin Ma wote kile kitu kinawaumiza sana. Fu Hongxue akatoka kule juu akatua mpaka pale. Walikuwa wanamhitaji aje muda mrefu sana. Hatimaye kaja. Unaweza kudhani ameshuka labda pingine na tiara au anahitaji parachuti. E, na parachuti, lakini sasa haikuwa hata ni parachuti ameshuka moja kwa moja. Ha, kwa hatimaye mimi nao tumekutana. Angejua hata huyo alikuja kumsaidia ni bibiye, ambaye hata hivyo anataka kumuua. Yani jamaa kashajitokeza na bibia anamwambia kazi ya jamani, leo nimebahatika kukuona na kumbe wewe ndo upanga unaoutumia. Umeshaona upanga unaoutumia mimi, kwa nini unahitaji nishindane na wewekuna mtu amenilipa pesa nyingi sana nikuue, na nishapokea hizo pesa. Sasa kila mtu yuko hapa anashuhudia, nisipokuua sinabidi nirudishe ila ya watu

Basi mimi nitakupeleka kwenye kisima ukazikwe. Jamaa akatoka kwenye yale maji kwa fosi ya dakika ile ile, yani kashavaa tayari tayari, na mkanda kautupia na upanga wake huko, ndani ya sekunde tu. Yani wakati watu wengine wakiwa wanashangaa shangaa pale, kumbe kuna baadhi ya watu walishapita nao

Wakati mwingine unaweza kuamini usichokiamini, yaani usichokidhani. Mimi nataka niseme kile ninachoamini ni ukweli. Hiroi, anamuliza unataka kutuambia nini? Miss D, unakumbuka nilichokuambia? Wakati nilipofika mpakani, nilisikia sauti ya kutisha. Anasema ndio nakumbuka. Lakini baada ya hapo uliondoka, hukunimalizia story. Sio kwamba nilikuwa najaribu kukushtua. Anamuuliza sasa ilikuwa ni sauti ya namna gani? eg si os ti ca l ilikuwa ni sauti ya mwanajeshi wa kutisha, ambaye anaonekana huyu, bila shaka ni wa kuogopwa. Sasa kwanza akaelezea vyuma vinavyosikika ni kama vyuma vizito hivi, akawa anavyoelezea kama, kama vinavyoonekana kwa sampuli yake. Ndio sasa nataka ieleweke kwamba ndio hicho ambacho amekishuhudia. Umeona bana? Haya, basi Wakati anaendelea kuzungumza pale, kila mtu akiendelea kumsikiliza kumsikiliza, anasema ukweli ni kwamba hata nikielezea shape ya silaha niliyoiona ni siwezi kuielezea kwa uzuri sana lakini ukweli, Dindan, ni kwamba ni silaha ya kipekee na ya aina yake Erje kwanza wakati huo kama nilivyoelezea silaha yake ilikuwa inatoa aina fulani ya mlio, ambayo una ishara ya namna fulani. Basi inaonekana huyo uliyekutana naye atakuwa sio wa kawaida. Ndio hivyo, na ndio maana wakati mwingine tukubaliane, kwamba sio Fu Hongxue aliyefanya matukio hayo, lakini nataka niwaambie kitu inaonekana hata silaha zilizotumika kuwamaliza wa jamaa amba Unataka kutuambia nini? Ukweli kiongozi. Kila kitu ambacho umekiona au umekisikia. Na sauti nilizozisikia mimi ilionyesha kuna mtu mwingine adui yetu, sio sio Fu. Sasa huyu ambaye unasema anatumia upanga tena kwa kufoji tu. Unahisi atakuwa nani? Ni umeo... U... wewe umeona kama kuna utofauti fulani? Hata matoni ya damu jinsi ambavyo yamesambaa kutoka katika

ambacho basi kiliwasababisha kutoa kutoka na hii wakati huo basi, anasema wakaanza kuelezea wakati walipokuwa wameenda kutafuta mafuta e, kile kisa cha kutafuta mafuta na nini, wakaanza kuelezea sasa. Okay, kuna wakati tunakumbuka, yupo mtu tulimtuma kwenda kutafuta mafuta. Sasa angalia, ndio sasa kitu kinaelezewa vizuri kwamba nini kilitokea. Basi tunaona kuna kundi kubwa la watu ambao hao watu walikuwa na silaha yaonesha, <tapos> kuna watu waliojifanyisha kama vile ni majambazi. <tapos> Ndio kitu tunachosema hicho, wakati tunatafuta mafuta. Yaonesha kuna watu ambao walikuja kama kundi, wakiwa wanajaribu kujifanya kama wao ni askari, na pana kitu walichoamua wao kukifanya wao <tapos> <Wow>, kama wao kwa giza kama lile inaonekana pia kuna mtu aliyekuwa akifanya. Kuhakikisha patakuwa hapana. Kwa hiyo unasema uhalifu umefanywa na watu kumi na mbili tofauti? Ah, watu 12 waliofanya matukio. Yeah. Ah, uh, Nimependa sana jinsi ambavyo umeweza kuainisha matukio leo. Na ni ukweli hapa tuna wageni 12 ambao wameingia hapa ndani na sasa wote tunajua wametokea kijiji kimoja. Tungekosa ushahidi kama tusingepata mtu anaweza kuelezea vizuri, kama ningependa wote wasimame upande mmoja. Lakini pia tuna ushahidi. Ni singependa kutia neno lolote juu yao. Hai, angalia. Wakati fulani walianza kukumbuka maneno yaliyosemwa na mwamba ambaye inasemekana mmemtuma. Mimi ni miongoni mwa watu hawa ambao basi ni kumi na mbili. Alikuwa anatumika kama spy anapitisha So hii kwa nini, baada ya mauaji basi eh, kila kitu kikaachwa ili nyie mje kukuta... ulo shi fu hongxue hasi lusa cha je iju idi eyo i e binti anasema, kwa hiyo imethibitika kwamba hapa kuna ushirikiano wa hali ya juu, sio eh? Pana mtu ame, ameshiriki katika hili jambo. Mtazamaji, tukutane kwenye episodi ya mbele ya 24 kwa muendelezo zaidi, tuone mjadala huu utaishia wapi.